Serikali hii kwenye ukanda wa Afrika Mashariki ndiyo inaongoza kuendesha skimu ya ruzuku kwa wakulima kuliko serikali yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia karibu bilioni mia tatu kwa ajili ya wakulima wa mazao ya kawaida kwa maana ya mazao kumi na tatu ya chakula ambayo yanatufuatia food security. Nini matokeo yake? 21 22, uzalishaji wetu wa mahindi ulikuwa tani milioni sita msimu uliopita tumefika tani milioni kumi na mbili. Tumekuwa ni nchi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa maa. Mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa tunazalisha wastani wa tani milioni moja laki mbili mpaka milioni moja laki sita ya mchele, sasa tuko tani milioni tatu laki tano ya mchele. Sisi ndio exporter tunaongoza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi hii imelia sana kuhusu mazao yanayoitwa ya, ya, ya biashara kwa maana ya korosho pamba, tumbaku, kahawa. Mheshimiwa mwenyekiti, leo tunavyoongea sisi kama nchi, mwaka jana, kwenye zao la korosho, kwa wastani, kwa kipindi cha miaka mitatu, serikali hii imetoa ruzuku ya zaidi ya bilioni mia nne, bilioni mia nne kwenye zao la korosho peke yake kwa kipindi cha miaka mitatu, tumetoka wastani wa tani laki moja na elfu themanini leo tumefika tani laki tano na elfu ishirini msimu uliopita wa zao la korosho wastani wa bei ya mkulima kwa mara ya kwanza tumefika kuuza zaidi ya shilingi elfu nne na mia mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mfumo wa TMX vyama vyetu vya ushirika vimekusanya mazao na kuyauza kwa kupitia mfumo wa stakabadhi ya ghala na ushirika zaidi ya trilioni nne hili jambo halijawahi kufanyika katika nchi hii. Mheshimiwa mwenyekiti, leo hii Tanzania sisi tulikuwa kwenye kundi linaloitwa others kwenye uzalishaji wa tumbaku, yaani wanatajwa wa kwanza, wa pili, wa kumi, tumewekwa kwenye kundi la wengineo. Leo hii Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa zao la tumbaku na mauzo yetu ya tumbaku yamefika zaidi ya dola milioni mia nne mwenyekiti, zaidi ya dola milioni mia nne serikali hii inagawa ruzuku ya mbolea kwa wakulima wa kahawa lakini miche bure. Kwa mwaka tunagawa zaidi ya miche milioni ishirini na mbili kwa wakulima wa kahawa bure, na ndani ya bunge humu wamo waheshimiwa wabunge ambao ni wakulima wa kahawa. Bei ya kahawa, mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa Kagera ilikuwa inanunuliwa kwa shilingi mia saba mpaka shilingi 1100 msimu uliopita. Kahawa imefika zaidi ya shilingi elfu tano kwa wakulima katika mikoa ya Kagera. Tumbaku, mheshimiwa mwenyekiti, wakulima walikuwa wanapata, kulikuwa kuna madaraja stini na tano na kuna daraja linaitwa reject kwenye nchi hii, yaani mkulima atalima atavuna alafu inaitwa reject inatupwa. Leo reject hakuna kwenye tumbaku. Leo mkulima aliyekuwa anapata 0.5 dola kwa kilo. Leo wastani msimu umeisha juzi Serengeti. Bei ya wastani ni dola 2.5 kwa wakulima waka, wa, wa nani. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo moja ambalo nitaka ni, nilisemee kidogo. Kwa nini tunatoa ruzuku? Huu umekuwa mjadala. Na taasisi za kimataifa zingine zinatuonyesha sisi kwetu ruzuku kwa wakulima ni wastage of resources. Sio sahihi. Ruzuku kwa wakulima ni njia mojawapo ya stabilization kupunguza gharama ya uzalishaji. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo serikali inatoa ruzuku kujenga daraja, kutoa fedha kwenye kodi, kujenga barabara, ni sawasawa na kumsaidia, ni sehemu ya facilitation kwenye shughuli za uzalishaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa imesemwa kuhusu juzi jana, amesema Mheshimiwa Rehema kwa nini tunasainisha fomu? Na niwaombe wakulima wa tumbaku, ninajua kilio chenu cha ruzuku yenu, serikali imeshatoa bilioni 13. Tunachokifanya ni kwenda kujiridhisha, huyu Huseni Mohamed Bashe wa wa Ulyankulu, hii account ni ya kwake, asaini mwenyewe kwamba hii account ni ya kwake. Sasa mnataka tuzipeleke hizi fedha za wananchi bure mitaani bure? La mwisho niongelee wakulima wa miwa, mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na wakilio kwa wakulima, na nimeshaongea na ndugu yangu Waziri wa Fedha. Bunge hili halijapitisha sheria ya kuwataka wakulima wa nchi hii wawe na EFD risiti na EFD mashine. Hatukupitisha humu, haya siyo maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, siyo maelekezo ya chama kilichoko madarakani. Tunachotakiwa vyombo vyetu vya ukusanyaji wa kodi viende vikakusanye kodi kwenye eneo la formalization ambako tumewataka traders wawe na business license. Anayenunua mazao lazima awe na TIN na atatoa risiti ya EFD, sio mkulima wa kijijini kufatwa kuambiwa leta risiti ya EFD. Na nataka nitumie bunge hili kuwatangazia wakulima, hamwajibiki kwenda kutafuta EFD mashine kwa ajili ya kuproduce risiti za EFD. Sio shughuli ya wakulima wala vyama vya ushirika. Hii sio sio genesis ya sheria iliyopitishwa na bunge hili. EFD, ambaye anatakiwa kuproduce, tunafahamu. Tushirikiane kuformalize kwenye sekta ya kilimo kwa kuwarasimisha wafanyabiashara wawe na leseni wawe na, wawe na TIN waingie kwenye tax base Tukifanya hivi nataka niingie on record ndani ya bunge hili, vyama vyote vya ushirika vitaacha kuformalize na kuwa aggregated, na tutaua tunayoijenga kwa jasho katika nchi hii. Niwaombe TRA huko waliko wawaache wakulima wafanye kazi ya uzalishaji. Nendeni mkachukue kodi kwa traders ambao wanafanya, kipato cha mkulima ni kimoja tu kwa mwaka. Asante Mweshimua Mwenyekiti, naunga mkono hoja.